Baada ya kutazama changamoto ambazo wanapitia mama kwa upande wa kunyonyesha kwake lakini pia mtoto ambazo anaweza kazipata kwa kunyonyesha kwake, leo tutazame changamoto moja ambayo tunaenda kuidadavua na kueleza namna gani ambapo mama anaweza kukaa salama zaidi, lakini kwa yeye jamii, ambaye si mwanamke lakini anatamani pesa, changamoto iende kwa mama kwa na kuweza kumsaidia namna gani ambapo anaweza kukaa salama kipindi chote, yani maana yake hiyo changamoto ukishaijua namna gani ambapo unaweza kumsave mama, lakini kama wewe ni mama ni kujua namna gani ambapo unaweza ukawa salama kipindi chote au kuwa na uhakika wa kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata. Lakini ni muda gani sahihi wa kunyonyesha kwa mama? Shirika la Afya Duniani imependekeza mama kwa siku anatakiwa anyonyeshe zaidi ya mara kumi na mbili. Lakini mama kama atakuwa na changamoto, inaweza ikawa ya kikazi au na malazi za mbona mfanye akashindwa kunyonyesha mara zaidi au mara nyingi zaidi. Kwa hiyo mama, tunashauri walau wa kwa siku anyonyeshe mara nane zaidi, na hii ndio ambapo mama anakupa mwongozo. Kwa hiyo mama ambaye ni mfanyakazi, maana tunakosa muda sahihi wa kunyonyesha. Je, ni kipindi gani ambacho mtoto anapaswa kunyonya kwa siku, au ni mara ngapi ambapo anapaswa kunyonya kwa siku, au ratiba gani unafikiri kwako kwa itakuwa nzuri ambayo itakufanya wewe kuitembelea hiyo ratiba au kufuata hiyo ratiba ambayo mtoto na uhakika atapata maziwa ya kutosha, lakini mtoto atakuwa amenyonya kulingana na tafiti za kisayansi au taratibu za kisayansi ambazo umewekwa, ambao mama na mtoto wote mtakuwa salama zaidi. Changamoto ni nyingi ambazo mtoto anaanza akapata E kama hatopata maziwa ya kutosha, yani maana yake mama hautajua kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata, na hii imetokea pale ambapo mama anaenda kliniki, mtoto wake amepungua uzito, au mtoto wake ana changamoto ya upungufu wa maji na kupelekea kulazwa, au mama mtoto amepata utapiamlo kutokana na maziwa ambayo mama anakamua, au kiwango cha maziwa ambacho mama ananyonyesha unakuwa haukijui, au kiwango cha maziwa ambacho anakamua wewe inakuwa ni kidogo zaidi, maana yake imepelekea mama kupata changamoto wakati wa kunyonyesha kwake ene maake, mama, changamoto ambao umepata pale ambapo unakuwa hauna maziwa ya kutosha, au ujui kiwango cha maziwa cha kutosha, lakini muda ambao unatumia kunyonyesha haujui ni masaa mangapi ambayo unakosa kwa kunyonyesha. Sasa tumsaidie mama ambaye ana majukumu ya kazi, lakini mama ambaye haujui ratiba kunyonyesha, lakini mama ambaye kiwango chako cha maziwa kinachotoka ni kidogo na unatamani mtoto wako ashibe zaidi, ni mwongozo upi ambao mimi napendekeza ufuate utakuwa salama zaidi, lakini kulingana na tafiti mbalimbali za kisayansi au shirika la afya linavyosema kwa siku tofauti kabisa na mtoto ambaye ana miezi miwili au mitatu. Kiwango cha maziwa ambacho anahitaji kupata mtoto ambaye ana siku moja huwa anapata mililita tano mpaka mililita kumi, yani maana yake, mama, ukikamua kwa siku anatakiwa kukamua mililita tano mpaka mililita kumi. Sasa kutokana na changamoto za maisha au kutokana na changamoto za uzazi ambazo mama anapata baada ya kujifungua, inapelekea mama siku ya kwanza akakosa maziwa, lakini siku ya pili Tunatajia mama at least ukamweta minisi tatu, minisi tano enda kuendelea mtoto ya yaweze kunywa zaidi. Sasa manake siku ya pili ya mtoto kuzaliwa, manake mtoto anahitaji maziwa mengi zaidi, kumake itakuwa milisi kumi. Sasa mama na bidi utafute namna au ule vyakula kula ambao vinaweza vikawa msaada kwa kuzalisha maziwa zaidi, mnani mtoto aweze kushiba kuwa na kuwa mwenye afya na sikutona changamoto ambazo anaweza kapata mda mchache sana baada vale kuzaliwa ikiwemo kupata ugonjwa wa manjano au mtoto kukosa choo, ambayo kwa mama wengi sana anajiuliza kwa sababu gani mtoto nimejifungua jana, alafu choo hajapata. Nini ambacho unapaswa kukizingatia hapo ni wewe mama kuhakikisha maziwa yanatoka, na hivyo kufanya kuwa salama zaidi. Changamoto ambayo tunaenda kukutatua leo ni changamoto ya mama kutojua kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata, lakini muda sahihi wa kunyonyesha na kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata, yaani kiwango cha maziwa ambacho mtoto anaweza akapata na kikao msaada kwake, ili kuepukana na changamoto ambazo nimezisema, ukiwemo mtoto kushindwa kuongezeka uzito, mtoto kupata pungufu wa maji, lakini mtoto kupata utapiamlo ambao wengi wanauji hospitalini na mchache baada ya mama kujifungua, kutokana na kukosa maziwa mtoto ipasavyo. Muda wa kunyonyesha kwa mtoto ambao utakufanya kuwa salama zaidi ni, ni, kila baada ya masaa matatu matatu, lakini kama mama ni mtu wa nyumbani au maana yake wewe si mchapakazi ni vyema ukatumia masaa mawili mawili ambapo kwa utakuwa msaada zaidi na kumfanya mtoto kushiba na kuwa mwenye afya zaidi. Yaani maana kwa siku mama anatakiwa kutumia masaa mawili mawili kunyonyesha. Itafanya itakuwa masaa kumi na mbili kwa siku kulingana na shirika la afya ambayo inasema duniani. Lakini kwa mama ambao ana changamoto za kiafya, wewe utatumia masaa matatu matatu au mama ambaye ni mchapakazi utatumia masaa matatu matatu maanake hii itakupa muongozo wa kuwa na uhakika kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata jana nilipokea swali swali au miongoni mwa swali au comment ambayo nilipokea mimi mtoto wangu ana miezi mitatu nirudi kazini je kiwango gani cha maziwa au miezi ngapi ambayo mtoto anapaswa kupewa ni baada ya kujifungua yani mama umejifungua na muda umefika sasa kurudi kazini Unatamani upate kiwango cha maziwa ambacho mtoto anatamani kupata baada ya masaa matatu au kama umemwacha dada kazi nyumbani au ndio naye kazini lakini kingi ngumu na tena dada kazi pale nje. Je, kiwango gani cha maziwa ambacho mtoto anapaswa kupata? Kupata baada ya kukamua. Hapa nimesema kiwango cha maziwa ni miezi tano mpaka kumi kwa siku, lakini kwa kuweza kutambua zaidi au mtoto ambaye ana siku nyingi zaidi ni miezi themanini mpaka mia moja. Hichi ni kiwango ambacho mtoto huwa tuna uhakika kabisa anaweza akanywa na akawa mwenye afya, kila baada ya masaa matatu matatu, ambayo mtoto anapaswa kupewa. Yaani, maana ukimwachia dada wa kazi, mwambie hivi, kiwango hichi hapa cha maziwa wewe ni kizuri, na ukampatia mtoto, maanake ni kiwango ambacho mtoto anaweza akawa salama zaidi, au akanywa na ukawa na uhakika kwamba mtoto wako nyumbani anashiba, kulingana na kiwango cha maziwa ambacho nimekwambia, ili kuweza kupata mwongozo mzuri Kamua maziwa yako mengi, ambayo na hakika yatakuwa ni ya kutosha. Manake mama, sasa lazima utumie vyakula ambavyo vitakuwa msaada kwako kuweza kutambua kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapaswa kupewa. Yaani unakamua kiwango cha maziwa mengi ambacho kila baada ya masaa matatu, na hakikisha mtoto anakunywa mizi 80 mpaka 100, themanini mpaka mia moja. Tuchukulie mfano sasa, e, masaa matatu matatu. Kwa hiyo mama, ambaye unayo ni mchapa kazi au huko maeneo kazini, kwa hiyo saa 2 asubuhi atapata milizi 80 mpaka 100. Sasa nategemea atakunywa ngapi hapo? Lakini at least umepungukiwa sana, apate miezi sabini, kwa maana mama unapata miezi hiyo 80, anakunywa saa mbili, saa tano, saa nane mchana, saa kumi na moja jioni, saa mbili usiku, saa tano usiku, saa nane usiku na saa kumi na moja alfajiri. Mama pale na asubuhi kazini, muda gani sasa ambao maziwa yanapaswa kupata au ni kiwango gani cha maziwa ambacho unapaswa kupata kwa mama, ili ukamue maziwa mengi zaidi ambayo itakuwa msaada kwako. Sasa ukamua kwa, kwa, kwa mara moja mililita mia saa kumi na moja mia saa mbili mia saa tano mia saa nane kwa ni miezi kama mia nne hivi au mia tano ambao mama anapaswa kukamua, sasa ni mengi zaidi, lakini mama jitahidi ya e maziwa huwa nafanya kwa mtindo huo mbali kuwa na uhakika zaidi kwa kiwango cha maziwa ambacho natoka. Lakini kwa hiyo mama ambao uko nyumbani na haujapata shughuli shughuli, ni vyema ukakamua baada ya masaa mawili kama utapata nafasi basi, ukamue masaa matatu matatu, lakini hapo katikati unakosa unyonyeshi zaidi. Kwa hiyo kiwango cha maziwa ambacho mtoto atapata kwao kitakuwa zaidi ya themanini ni pale ambapo mtoto atakuwa anakunywa baada ya masaa matatu kwa kukamua, lakini masaa mengine yaliyobaki hapa katikati, kama ataamka na kutamani kunyonya, basi unanyonyesha. Kwa hiyo atapata miezi mia na zaidi. Hicho ni kiwango ambacho mtoto anapaswa kupewa na kuwa salama kipindi chote ambacho jamii na mama anapaswa kufahamu hii kitafanya kuwa bora au mtoto kuwa na uhakika wa maziwa ambayo anapata. Kwa hiyo moja ni kujua muda ambao mama anapaswa kunyonyesha kila baada ya masaa matatu matatu. Kwa wewe mama ambao ni mchapakazi, kwa maana yake mama anapaswa uende na mtoto kazini au mtoto wako inabidi apate maziwa hayo ambayo nimekuambia, kila baada ya masaa matatu. Lakini kwa wewe mama ambao uko nyumbani, masaa mawili mawili ambayo ni vizuri kaatumia hayo na kukupa mwongozo wa kuwa na uhakika wa kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata. Kwa maana yake mama, utakamua mwilizi hiyo sabini mpaka mia moja ambapo mtoto anapaswa kunya anapaswa kunywa, lakini kwa upande wa masaa kunyonyesha, masaa mawili mawili ambapo mtoto anapaswa kupewa. Kwa masaa mawili mawili na fini mwongozo mzuri ambao pia kwa watoto ambao wamezaliwa kabla wakati au watoto ambao wana uzito mdogo, ili mwongozo ambao tunapendekeza sana au tunashauri mama kuutumia kuweza kuwa salama kipindi chote. Yaani, maana baada ya masaa mawili mtoto ambaye amezoea na uzito njiti au amezoea kabla ya wakati na uzito mdogo, mimi nikatumia masaa mawili mawili kwake itamfanya kuwa salama, lakini kumlinda mtoto zaidi asiye mtoto kwa uzito usindo kuongezeka au mtoto kwenda kukua kwa matatizo ya chomo ambayo anapata, lakini pia kwa kupata tatizo mlo ambapo mtoto anakadikeza muda mchache baada ya kujifungulia au muda mchache baada ya mama kujifungua sasa na mna gani ya kumsaidia. Ndio hivyo vitu vitakufanya kuwa salama zaidi. Wewe ni miongoni mwa watu ambao ni channel yako ya kwanza au taarifa yako kwa mara ya kwanza, na umepitia account hii, ndio kwa subscribe na mambo. Kwa upande wa FB ni bora ka like na kushare, watu wengine waanze kupata taarifa mbalimbali au maandiko mbalimbali, kwa kwa wanaweza kawa saada zaidi na kumuita mtoto zile cha mtoto kukosa maziwa au mama ambaye anashindwa kujinyesha, kuona namna gani ambayo anaweza kumsaidia mtoto kwa salama zaidi Kipindi chote baada ya kugundua muda na masaa ambayo mama anapaswa kunyonyesha na kukamua maziwa ambao nimesema ni masaa matatu matatu. Kwa mama ambayo utakuwa na changamoto ya kazi au mtoto wako ni sana kunyonyesha kwa baada ya masaa masaa matatu matatu, hakikisha mtoto anakamua maziwa na kunyonya kwa maana yake, mtoto anapata hayo masaa matatu matatu maziwa kukamuliwa. Lakini kwa mama ambayo utakuwa nyumbani, hakikisha baada ya masaa mawili mawili mtoto anakamuliwa maziwa ili kuwa na kwa kiwango cha maziwa ambacho anapata na kuweza kushiba au kuweza kukua vizuri na kuwa na mtoto mwenye afya zaidi. Sasa tutazame changamoto ambazo zinajitokeza kwa wema ambao unapitia wakati wa kukamua au kuweza kuwa na hakika kiwango cha maziwa ambacho kinatoka kwa upande wa kukamua. Hakikisha mama anakamua maziwa kwa kiwango cha usafi zaidi au kwa kuzingatia usafi nitakao mfanya mtoto kuwa salama kwa kupata changamoto ambazo akapata kwa kupata maambukizi na kupelekea mtoto kuwalisha mara kwa mara au kutapika na kupelekea kuumwa mara kwa mara. Hii ni changamoto ambayo nakuta mama wengi sana wakiwa nyumbani kwa upande wa wanatumia njia ya kukamua, lakini hata kwa mama ambaye ananyonyesha kwa majigu ao yazingatie usafi. Wakitoka shambani au wakitoka mazingira yoyote ya kazini au sehemu yoyote ambapo wanaishi wake amekaa muda mrefu bila kunyonyesha na hajazingatia usafi au hajaosha eneo lake la chuchu, basi kunakuwa na wadudu ambao wanaweza kupelekea maambukizi kwa mtoto na kupelekea kuanisha mara kwa mara au huuma mara kwa mara. Hatua akanza kuchukua hapa ni pale ambapo mama, kama utafanya maamuzi ya kukamua maziwa Hakikisha vyombo ambavyo natumia kukamua maziwa vinakuwa visafi, na baada ya kuvitumia hakikisha unaviosha kwa maji ya moto na kuvihifadhi sehemu ambayo itakuwa salama kwa muda mrefu zaidi ya maambukizi ambayo anaweza kupata na kupelekea mtu kualisha au kutapika. Kwa mama ambaye utakuwa unakamua maziwa, hakikisha unakamua maziwa mengi zaidi. Lakini sasa ukikamua mengi, wapi ambapo mama anapaswa kuhifadhi? Hii ndio swali ambalo linakuja baadaye. Maziwa kwa kawaida anatakiwa akae masaa sita mpaka nane baada ya kukamuliwa ili tafanya mtoto kuwa kunywa maziwa ambayo yenye afya zaidi. Sasa wewe mama ambaye unakamua maziwa na kwenda kazini, kwa maana yako na mwacha dada kazi, hakikisha maziwa yanahifadhiwa sehemu ambapo ni salama kwenye friji ambayo yatakuwa salama na kukua katika ubora au kiwango ambacho kinahitajika salama kipindi chote. Sasa namna ukumpatia mtoto ile kutokana na changamoto ya, ya tumbo kujaa gesi na mtoto kukosa choo au tumbo kuvimba kwa sababu ya maumivu ambayo anapata au kunywa maziwa baridi ni wewe mama kuhakikisha kuwa baada ya kuhifadhi maziwa, kukamua maziwa mengi kwenye friji ukayahifadhi, ukitaka kumpatia mtoto baada ya masaa mawili mawili au matatu matatu, kiomba wote ndio kusema 70 mpaka 80, 70 mpaka 100, hakikisha una hifadhi kwenye friji, alafu baada ukitaka kumpatia unachemsha au maziwa yako ya kumpatia mtoto. Namna gani ya kuchemsha, utakuwa na chombo miwili ambacho kimoja kitakuwa hicho ambacho nyekazi maziwa na chombo cha pili ni chombo ambacho kitakuwa kina maji ya moto, ambayo hicho chombo tutaweka juu yake kupelekea maziwa kupata vuguvugu, na kuchukua kiongo ambacho anahitaji mtoto kupewa, utampatia na mtoto atakunywa katika maziwa ambayo ni kiongo kile ambacho unakihitaji mtoto kupata, ambacho ni cha vuguvugu na kitafanya kuwa salama. Mtoto atakunywa na kufanya kuwa bora, au kuwa kuhisi yale maziwa aliyokunywa ni sawa na yale ambayo maziwa mama ameyakamua ni kwa muda huu, kwa ni kwa kiwango cha uvuguvugu ambacho mtoto atakunywa na kupata kile idadi ambacho maziwa ya mtoto anaweza kupata ili kuwa salama zaidi. Hii itakufanya kuwa salama na kuwa na uhakika wa maziwa ambacho mtoto anapata, lakini kiwango cha maziwa ambacho anapata ni kile ambacho pia kiwango cha uvuguvugu ambao mtoto au mama anakamua na mtoto anapata, itamfanya mtoto kuwa salama na mama kuwa salama na kuepuka changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kuweza kujitokeza.

kiwango kutojua kiwango cha maziwa ambacho anapata au mekua mfanya kazi, ambacho anashindwa kupata, lakini namna bora kumnyonyesha kumnyonyesha ambaye atamfanya kuwa salama zaidi kipindi chote.